Wilaya ya Muleba mkoani Kagera ni miongoni mwa wilaya zinazoendesha uchumi wake kwa kutegemea shughuli za uvuvi kwani asilimia zaidi ya sitini ya mapato yake yanatokana na shughuli za uvuvi. Licha ya ukweli kwamba bila wavuvi Muleba ingekuwa chini ya kimapato ambapo kwa mwaka zaidi ya bilioni nane zinakusanywa, lakini wavuvi hao wanalalamika kutokana na kufanya kazi katika mazingira hatarishi na wanaiomba serikali wajengee magati ya kuegesha vyombo vyao na kujengewa sehemu za abiria. Wametoa malalamiko yao mbele ya bodi ya wakurugenzi ya shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC wakati walipofanya ziara katika mialo mbalimbali ya mkoa wa Kagera ambayo ni Nyamkazi, Lwazi na Magarini na kwamba wamekuwa wakitoa vilio vyao bila mafanikio. Kijiji Lwazi kina wakazi zaidi ya laki moja na nusu kwa hiyo wanategemea huu mwaro kupata riziki. Wakina mama, nadhani nyie ni mashahidi, mnaona wao wanahangaika hapa, wanapika ndizi nina nini. Kwa hiyo tunaomba tu, tunaomba serikali au wageni, watu ambao wamekuja kwenye mwaro wote wa Lwazi watuangalie kwa jicho la huruma ili tuweze kupata gati. Hapa panapitwa zaidi ya watu mia mbili kwa siku. Lakini mvua ikiwa inanyesha, mnaona hakuna mahali pa kujikinga au kufikisha mizigo yao kama ni dagaa zinanyeshewa mvua. Kwa hiyo tunaomba tujengewe eh, nyumba za wasafiri na mahali pa kujistiri. Ukipokea watu mia mbili hapa, watu wakakojoa bure ovyo ovyo inawezekana ikapata magonjwa ya mlipuko. Tunaomba miaro yote, labda mwaro unayojengwa ni Kiamkwikwi kidogo na Kemondo, lakini Kamgaza Lwazi mnavyoona ni miaro hatarishi. Tunapata tabu wakati wa upepo, kuna muda mitumbu inahamishwa kwa sababu ya upepo na hali mbaya ya ziwa kiujumla. Kwa hiyo tungependa serikali ya mama iweze kututengenezea gati ambayo itaweza kutuvusha katika mazingira kama haya mabovu kidogo na tuweze kupata vifaa ambavyo kidogo ni vya kisasa zaidi kama tupate hata kama ni feli ndogo. Benjamin Mwakasiege ni katibu tawala wa wilaya ya Muleba, anajibu malalamiko hayo na kueleza mikakati walionayo kumaliza kero hizo, huku mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TASAKI kapteni Nahoza Musa Mandia akiahidi kushirikiana na mamlaka husika kuwasaidia wa wavuvi hao. Ni bado tunaendelea kufanya hivyo tengeneza hizo gati kwenye kata zile za Kerebe e, e, e, e, e, ni Kerebe ni na, na Ikuza. Ndio maana kama mtapata nafasi ya kutembea maeneo hayo, mtaona wananchi bado wanapata shida ya kuteremka kwenye hivyo vivuko, lakini serikali kama serikali ya wilaya, lakini serikali kuu, wana taarifa juu ya hili na sisi tumetenga bajeti kwa ajili ya ujenzi wa hivyo vivuko kwa ajili ya wananchi wetu kwa sasa tuna, tuna wanaendelea kupata shida kidogo, lakini eh, kwenye bajeti hii inayoendelea tuna fedha ambazo tunazipeleka huko kwa ajili ya a kujenga, kwa kujenga hizo, hizo gati. Sisi tumeyachukua malalamiko yao kwa ujumla wake kwa sababu yanafanana. Ukienda kutengeneza gati likishaboreka ile li gati likawa zuri, maana yake pia utengeneze sehemu ambayo watu wataweza kuwa wanajisaidia. Haya ni mambo ambayo yanaingia kwenye corporate social responsibility, pale ambapo bajeti ya mwaka e, haijatengwa kujenga bandari ya kudumu, basi iwezekane kutengeneza japo e, bandari ndogo ambayo itaboresha usalama wa watu na mizigo yao.